Akizungumza wakati wa kutembelea kivuko hicho mapema hii leo, mbunge wa jimbo la Mafia ambaye pia ni naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia QS Omar Kipanga amesema tayari ukarabati wa kivuko hicho umekamilika kwa asilimia mia moja na kinachosubiriwa ni ukaguzi kutoka kwa wataalamu wa TASAC ili kuruhusu kivuko hicho kuanza safari zake Jumanne wiki ijayo. Kivuko chetu kimekamilika kwa asilimia mia moja, e, na sasa hivi wanachomalizia E, ambacho kinafanyika hapa, kuna vitu kama vitatu hivi. Kwa hiyo baada ya marekebisho hayo ambayo yatakamilika leo e, tunatarajia e, kesho wenzetu wa TASAC waje kufanya ukaguzi wa mwisho ili Jumatatu mapema e, kivuko chetu hiki kiweze kutoka hapa kwa ajili ya kuelekea Nyamisati. Uh, ili huduma baina ya Kilindoni na Nyamisati ziweze ziweze kurejea. Naomba niwape taarifa wananchi wote wa Mafia pamoja na Watanzania kwa ujumla kuanzia Jumanne, uh, Mungu akipenda tarehe kumi na moja uh, vivuko au kivuko chetu hiki kitakuwa kimeanza kutoa huduma katika maeneo hayo. Aidha, Kipanga kawahakikishia wasafiri hao kuwa hatua iliyobakia ya ukarabati wa kivuko kingine cha MV Songosongo ambacho kitakamilika hivi karibuni. Vilevile vile tuna kivuko chetu cha MV Songosongo ambacho nacho kilikuwa kinafanyiwa ukarabati tokea tarehe 20 ya mwezi wa pili pale Kilindoni Mafia na walikamilisha ule ukarabati, kumetokea changamoto kidogo kwenye upande wa shafti. Shafti ile imesafirishwa kuletwa Dar es Salaam, tunatarajia kuipokea uh, hivi leo hapa Dar es Salaam na baada ya kuipokea kesho itarudishwa tena karakana kwa ajili ya kwenda kuchongwa zile tredi upya na Mungu akipenda kunako Jumatatu au Jumanne ile shafti itakuwa imerejeshwa Mafia kwa ajili ya kufungwa ili nayo MV Songosongo iendelee songo, kutoa kutoa huduma. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilani Mafia Mohamed Faki almaarufu maarufu Al Badawi amesema kukamilika kwa ukarabati wa kivuko cha MV Kilindoni ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho katika kuhakikisha wananchi wanapatiwa huduma stahiki. So, kama Chama cha Mapinduzi tuna wajibu sisi wa kuhakikisha kwamba mambo yote ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tunayasimamia kadiri ya uwezo wetu. Kwa sababu matatizo yote yanapotokea katika, katika sekta, sekta za serikali wajibu wetu sisi kama chama sasa ni kufuatilia kila hatua katika maeneo yote kuona kwamba yanatekelezwa kadiri ambavyo yanahitajika kutekelezwa. Mhandisi kutoka kampuni ya Songoro Marine inayokarabati kivuko hicho Godwin Isdori amesema kivuko hicho kimekamilika na siku ya Jumatatu kitaanza safari kuelekea katika gati ya Nyamisati tayari kwa kuanza safari zake. Kilifika kina matatizo ya engine ambayo tumeshatengeneza, na hapa kilipo ni kinafanywa usafi tu na marekebisho mengine madogo ambayo yanakamilika leo. Nia ni yetu ni lazima ijengwe na Watanzania, na kampuni yetu hii ni ya kizalendo kabisa. Na hapa kazi inaendelea. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, naitwa Ahmad Nandonde.